Haya ndio maisha nilokuwa na dream. Asante Konde Boy, ndugu yangu, umefanya you make it happen eh. Leo nimetoka mburati, nimekunywa chai, nimekuja hapa, ndege inanisubiria. Minyama hii hapa imekaa kama yote, anaitwa Harmonize. Ha, taji minyama hii hapa yote. Ni nyama hii hapa, Kajala, Kajala tatu, gari ya mama hii hapa, tuko nayo eh. Alafu tuna mnyama huyu hapa ha -ha. maisha ndo haya. Kajala, njoo mama, karibu, welcome home tuko hapa kwa uh, ajili ya kusherehesha tua ya daktari Samia Suluhu Hassan kandaziwa, tutakuwa Simiu panapo majaliwa Mwanza, lakini pia Busisi katika kuzindua lile daraja kubwa refu zaidi

Mwijaku amekuwa ni moja kati ya watu ambao pia wamekuwa wakipromote sana penzi la kwake Kajala pamoja na eh, Harmonize kwamba warudiane kwamba Kajala aweze kurudi nyumbani. Kuna video clip ambayo pia alikuwa amekwisha kuipost and then imekuwekea hapo, I think umeiona na umeweza kumsikia vizuri kwamba eh, Kajala bwana aweze kurudi pale. Alafu then akawa ameposti zile clip nyingi sana ambazo zilikuwa kwenye Insta, Instagram yake and then akawa ameposti na ujumbe mwingine akisema kwamba nisije kufa kabla sijasema hili. Sema leo nimegundua Konde Boy kimuziki ni mkubwa zaidi na anaongopewa, anaongopewa, watu wanaungana, ila jamaa yuko on top. Iko siku mtakuja kunielewa, baada ya kuweza kuvunja hofu e, katika mioyo yenu wasanii, blan zenu kubwa jamini tu, msiwe e, watumwa kwa e, kwa wapendwa kwa wapenda kiki Afrika. Ni mmoja kati ya wajumbe ambao pia alikuwa amekwisha kupost katika ukurasa wake wa Instagram kuweza kufunguka kwamba ni mmoja kati ya wasanii ambao ni wakubwa sana, ambao wanatakiwa kuweza kutegewa sikio. Gari zikiwa ni nyingi, pale tumeiona pale Kajana kali, lakini pia tumeona na show zake nyingi ambazo zinakuwa e, zinapigwa katika e, ukanda wa Ziwa. Drop comment yako hapo rokometisha kina manoma.